Naitwa Chrispin Kalinga, nipo ofisi ya mbunge wa jimbo la Njombe Mjini kama mratibu, lakini pia ni afisa mawasiliano na mahusiano kwa umma ndani ya jimbo hili letu la Njombe Mjini. Kimsingi, kwanza tumefika hapa kwenye kitalu kwa ajili ya jambo kubwa moja la kukabidhi miti elfu kumi kwa wenzetu wa NJUWASA ambao walimwandikia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe Mjini Mheshimiwa Deo Mwanyika kwa ajili ya kuomba kuwaunga mkono kama mdau wa masuala ya misitu eh, kupata wapatiwe miti elfu kumi eh, kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye vyanzo nane vya maji kwenye jimbo hili la Njombe Mjini ndio maana na sisi kama ofisi tulipokea barua yao, na kwa kuwa mbunge wetu Mheshimiwa Deo Mwanyika ni mdau mkubwa wa masuala ya kimazingira, akaona anayo sababu ya kuhakikisha anatafuta miti elfu kumi ile ambao walikuwa wameiomba kwenye ofisi yake, na leo hii tunawakabidhi kwa ajili ya kuhakikisha siku ya kesho inapandwa. Kimsingi siku ya kesho tarehe ishirini na saba Januari elfu mbili ishirini na sita ni siku ya, kum, ya, ya, ya kumpongeza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan eh, kwa kuzaliwa. Mheshimiwa rais alizaliwa tarehe 27 Januari, na sisi kama ofisi ya mbunge na wenzetu wa NJUWASA tumeona ni heshima kubwa eh, kumpongeza mheshimiwa rais kwa kuhakikisha tunapanda miti hii elfu kumi kwenye vyanzo vyetu vya maji na ambapo kwa siku ya kesho mgeni rasmi anatarajiwa kuwa mkuu wa wilaya ya Njombe kaka yetu eh, mheshimiwa Juma Sweda ambaye tutaungana naye kuanzia saa kumi na moja asubuhi mpaka ule muda wa saa 4 ambapo tutakuwa tunapanda miti hiyo kwenye chanzo cha maji cha Kibena. Hivyo nitumie nafasi hii kuwahamasisha wananchi wa Kibena, lakini pia wananchi wa maeneo mengine yote ya jirani Kufi kwenye chanzo cha maji hiki cha Kibena kwa ajili ya kushiriki zoezi hili, lakini pia kuungana na Mheshimiwa Rais siku ya kesho. Tumesikia msemaji mkuu wa serikali akituelezea kwamba Mheshimiwa Rais atakuwa miongoni mwa wananchi wa kwanza Tanzania ambao watahusika kwenye zoezi zima la upandaji wa miti siku hii ya kesho. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa mbunge ametuma salamu za pongezi kwa, kwa mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi eh, ndani ya mji wa Njombe wa NJUWASA kwa kuona ni kwa namna gani wameweka msisitizo na umuhimu mkubwa wa utunzaji wa miti hii. Eh, kila mwaka tunapanda miti lakini eh, kwa mwaka huu wenzetu wa NJUWASA wameona wanayo kila sababu ya kuomba miti na hiyo miti wakipatiwa waipande, lakini si kuipanda tu na kuitunza na kuifanyia ufuatiliaji. Wenzetu wa NJUWASA wame, wame, wameenda mbali zaidi, wametangaza tenda ya watu watakao jihusisha eh, na zoezi la kupanda, la kupanda miti, watu ambao watajihusisha wat, wat, na utunzaji wa hii miti si chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kuyo kitendo hiki cha NJUWASA kuwapata kumpata mzabuni atakayeweza kuitunza miti hii kimeleta faraja kubwa kwamba miti hii haiendi kule kulundikwa tu au haiendi kule kupandwa tu na kuacha kufuatiliwa, bali wameweka mkakati madhubuti wa kuhakikisha miti hii wa, wanayoipanda siku ya kesho itafuatiliwa, italindwa na itakuja kukabidhiwa miti ikiwa ipo salama yote elfu kumi. Kwa hiyo ni pongezi za dhati kwa wenzetu wa halmashauri wa kwa niaba ya Mheshimiwa Mbunge ambaye amenituma nije nifikishe salamu hizi kwa wenye mamlaka ya maji safi hapa mjini ambao leo tumewakabidhi miti kwa hapa. Kongole zao wamepiga, wame wame, wame hatua. Kitu hiki hakikuwepo na kitu hiki hatujakiona mahala popote kwamba wanapanda lakini pia wanaifuatilia na kuilinda. Kwa hiyo tunawapongeza tunawapongeza sana NJUWASA na tupo tayari kuwaunga mikono hata kwa miti mingine watakapohitaji, aidha kwa, kwa miaka inayoendelea. Kwa majina naitwa Domitila Mwanyika, niko ofisi ya maliasili halmashauri ya mji wa Njombe, leo tarehe ishirini na sita tunakabidhi miti kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe, Mheshimiwa Deo Mwanyika miti elfu kumi kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye vyanzo vya maji. Tunaunga mkono jitihada za NJUWASA kwa uamuzi wao wa kwenda kupanda miti na kuisimamia na vizuri hivyo, tuko pamoja, tunaomba tuendelee ushirikiano. Am, kwa jina naitwa Musa Rupenza ni mkurugenzi wa shirika la One Voice Organization ambalo liko Njombe. A, siku hii ya leo sisi kama shirika na ni wadau wa mazingira tunaunga mkono juhudi za mheshimiwa mbunge e, za kupanda miti. Kwa hivyo sisi kama shirika tunawahamasisha wananchi pamoja na wadau kushirikiana kutunza mazingira. Uharibifu wa mazingira umekuwa ni mkubwa sana. Kwa hivyo wananchi wote na mamlaka zote za serikali lazima tuje kitu kimoja. Kwa hivyo tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kutoa jitihada zake kwa kuunganisha wadau pamoja na wananchi kwa siku ya kesho. Tunaomba wananchi wote washiriki zoezi la upandaji wa miti. Naitwa Beauty Ongoli, natokea kampuni ya Fujiala, yani Fresh Green Resources iliyopo Wanging'ombe, lakini pia tunatawi nyingine Ramadhani. Nimekuja hapa kuungana na Mheshimiwa Mbunge, kwa hiyo shughuli ambayo anaendelea kuifanya. Tunategemea kwamba hii project itaenda kutoa changamoto kwenye jamii, itaenda kuwa itaenda kutengeneza chanzo cha maji kilichokuwa bora, lakini tunaomba wananchi waepukane na masuala ya kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kulima bustani kwenye vi vyanzo vya, vya maji kwa sababu hicho kitu kitasababisha kukausha miche na kuharibu hii miche kuingia tena gharama kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ulazima kubwa ambazo zilipelekea sasa vyanzo vyetu hivi kupunguza uwezo wake wa kuzalisha maji ni pamoja na shughuli za kibinadamu ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, kama ambavyo unafahamu kwamba wananchi wetu wa Njombe huwa wanajishughulisha na kilimo cha, cha, cha viazi vilivyo kwenye, kwenye kando kando ya ya ya, ya ya mito. Na kwa kipindi hiki wengi walilima kwenye mto au kwenye jicho la chanzo cha maji. Kwa hiyo tukajikuta sasa e, vyanzo vyetu vimepunguza uwezo wake wa kuzalisha maji na hata yale maeneo ambayo yanazunguka e, sehemu ambako maji ndiko yanakoanzia basi yakashindwa yaka, yaka kutoa maji ambayo yanapaswa kutoka katika maeneo hayo. Sasa sisi kama NJUWASA e, tuliona sasa tarehe 27 Januari b e, Januari siku ambayo ndiyo ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais e, tuifanye kama sehemu ya uzinduzi wa programu ambayo tutakuwa nayo, programu ya miaka mitatu, ambapo katika vyanzo vyetu vyote vinane tunategemea kupanda miti elfu themanini kwa maana ya kila chanzo tutapanda miti elfu kumi, na kwa kuanzia mwaka huu, mwaka huu tumepanga kupanda miti elfu ishirini, ambapo miti elfu kumi itapandwa kwenye chanzo cha Kibena na miti mingine elfu kumi tutaipanda kwenye chanzo cha Ijuniro. Kama mnavyofahamu, chanzo chetu cha Ijuniro ni chanzo kipya ambacho kimekamilika mwaka 2023, na ndicho chanzo ambacho tulikuwa tunategemea kwamba katika kipindi cha kiangazi kilikuwa kinatupitisha bila kuwa na, na changamoto kubwa ya maji, lakini kwa mwaka jana elfu mbili na ishirini na sita kipindi cha kuanzia mwezi wa nane mpaka mwezi wa kumi na mbili katikati, chanzo hicho kilipunguza uwezo wake wa kuzalisha maji, kwa sababu uwezo wa kuzalisha maji kwenye hicho chanzo ilikuwa ni lita milioni mbili na laki nne kwa siku, lakini kipindi hicho kilishuka mpaka kufikia maji lita laki tisa kwa siku. Kwa hiyo tukaona sasa kwamba e, pamoja na jitihada ambazo zinafanywa na serikali za kuweza kujenga miundo mbinu ya maji e, mradi wa, wa, mradi mkubwa wa miji 28 miundo mbinu ya maji kupitia chanzo cha mto Hagafilo utaenda kutoa lita milioni kumi na moja. Chanzo cha Lugenge ambacho kimekamilika mwezi wa kumi na moja tarehe 30 chenyewe kilikuwa kina, kina uwezo wa kuzalisha lita milioni moja na laki nne na kile chanzo cha Kibena. Kwa hiyo na vyote kwa ujumla, katika kipindi cha miaka mitatu hii, jumla ya shilingi bilioni hamsini na mbili ziliwekezwa kwa ajili ya kujenga miundo mbinu ya kuzalisha maji na kusambaza kwa wananchi wa, wa mjini Njombe. Sasa uwekezaji huu tusipoulinda kwa kufanya shughuli ambazo zitarudisha uwezo wa vyanzo vyetu vya kuzalisha maji, maana yake ni nini? bilioni hamsini na mbili fedha ambazo zimewekezwa na serikali ya jamhuri ya wa Tanzania zitakuwa hazina maana, kwa sababu utakuwa umewekeza miundo mbinu lakini huna uwezo wa kuzalisha maji ambayo yame miundo mbinu imejengwa kwa ajili ya kukusanya hayo maji. Kwa hiyo ndiyo maana sasa tukasema tuje na programu ya kuhakikisha tunavirudishia uwezo vyanzo hivi na njia pekee ya kurudisha uwezo wa kuzalisha maji kwenye hivi vyanzo ni upandaji wa miti rafiki, miti ambayo itatunza yale mazingira na kuhakikisha kwamba sasa maeneo yale hayafanyiwi shughuli za kilimo, shughuli ambazo zitaenda kuharibu mandhari na uwezo wa vile vyanzo katika swala zima la kuzalisha maji. Kwa hiyo wiki ijayo tarehe ishirini na saba, Tutaenda kufanya uzinduzi sasa rasmi wa zoezi letu la kupanda miti kwenye vyanzo vya maji na labda tu niseme, napenda kupitia nafasi hii kuwashukuru sana wadau wetu wa, wa mazingira katika mji wetu wa Njombe kwa kuanza, pamoja na ofisi ya mbunge ofisi ya mbunge mheshimiwa Deo, Deo Mwanyika eh, kama mdau wa mazingira ametupatia miti aina ya mivengi miti elfu kumi kwa hiyo chanzo kimojawapo kwa maana ya Kibena au Ijuniro, miti ile tutaipanda tukiwa tuna mwenzi kama, kama mdau wa mazingira na kama kama kama mbunge wa jimbo letu la Njombe, kwa sababu ya kuthamini mahitaji ya huduma ya maji kwa wananchi wa Njombe. Kwa hiyo tarehe ishirini na saba tutazindua pamoja na ofisi ya mbunge kwa maana ya mbunge wapo pia wadau mbalimbali ambao tumeshirikiana nao kwa ajili ya kuanzisha hiyo kampeni na tutakuwa nao bega kwa bega. E, e, tunao watu wa CRDB Bank ambao wametupa wame, wame, wame, wame ushirikiano baada ya kusema kwamba tunaanzisha zoezi hili, na wao wakasema nao pia kwenye programu zao wana, wana maswala ya mazingira, kwa hiyo pia wakasema watatuunga mkono siku hiyo ya tarehe ishirini na saba katika siku ya uzinduzi, wadau wengine ni pamoja na mashirika na NGOs ambazo zinashughulika na maswala ya mazingira hapa, wakiwemo eh, shirika la Shipo wakiwemo Titigau lakini vile vile bila kuwasahau TFS ambao wanashughulika na upandaji wa, wa, wa, wa uoteshaji wa miti, ambapo hapa tulipo ni eneo lao. Kwa hiyo wao pia ni wadau wa mazingira na pia wamele lakini kwa kutambua eh, vijana kutambua ugumu wa ajira kwa vijana wetu mjini Njombe, sisi kama NJUWASA itangaza eh, tuli, tulitangaza kwenye tenda, eh, tulitangaza kwenye tenda kupata vikundi maalum vya vijana ambao watatusaidia zoezi la kupanda miti. Kwa hiyo tumewapata eh, vijana eh, kundi moja la vijana hapa mjini ambalo linajishughulisha na shughuli mbalimbali za kijamii ambao wamepata tenda ya kupanda miti na kuikuza. Kwa hiyo eh, vijana eh, wa hapa Njombe wamepata fursa, eh, eh, eh, vijana wanaitwa Harris Group ambao ni vijana wa hapa hapa mjini, tumewapatia tenda ya kupanda kwenye mojawapo ya chanzo jumla ya miti elfu kumi. Kwa hiyo wakiipanda ile miti watahakikisha wanaisimamia na wanaikuza mpaka kile kipindi cha barafu. Kumbuka kwamba haya maeneo yetu ya Njombe, kipindi cha barafu miti huwa inaungua ikiwa midogo. Kwa hiyo wataiwekea vivuli, wataiwekea vichanja vya kuhakikisha kwamba kipindi cha, cha, cha, cha, cha barafu kinapita salama na miti yetu. Inaweza, ina, ina, ina mea na kukua, lakini jambo jingine ambalo tutalifanya tuta, tuta, tuta baada sasa ya miti hii kukua, hasa ile miti ambayo itakuwa imepandwa kwenye maeneo ya wananchi, kwa sababu hapa kuna aina kuna, kuna, kuna mbili kuna sehemu ambapo ni mita sitini mita sitini kwenye mito kwenye vyanzo, ile iko kiserikali na iko kisheria, yenyewe tutaipanda tuta na watu hawataruhusiwa shughuli lakini yapo maeneo kwa mfano, ukienda kule Ijunilo, yale maeneo ambayo yako juu, unaona kabisa kwamba shughuli ambazo zinafanyika maeneo ya pale juu zinaathiri eh, vyanzo vyetu. Shughuli ambazo zinafanyika kule juu, hata kama ni kuweka dawa, mvua zikinyesha, tope linadondokea ndani ya eneo letu la chanzo, na hivyo kuathiri ubora wa maji maeneo yale. Baada ya wat, eh, ofisi ya Bonde Mto Rufiji kuweka mipaka basi tutaenda kupanda aina hii hii ya miti, lakini kwa vyovyote vile tutalazimika sasa kutoa elimu kwa wananchi wa maeneo yale kufanya shughuli mbadala, na sisi kama NJUWASA tutawawezesha. Tutawawezesha namna gani? Miti yetu ikisha kuwa katika e, muda wa miaka miwili, mwaka miaka mitatu, tutaanza kugawa e, mizinga ya nyuki kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wale wanapata uchumi sawasawa sawa na uchumi ambao e, walikuwa wanaupata kwa kilimo cha maparachichi, kilimo cha viazi mviringo. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wasipate shida ya kufikiria kwamba sasa maeneo yao tutakwenda kuwanyang'anya. Hapana, maeneo yao yatabaki kuwa maeneo yao na miti tutakayoipanda tutakayo tutawawezesha kuwawekea mizinga ya nyuki, na ile mizinga ya nyuki itakuwa ni ya kwao, tutawagawia, itakuwa ni ya kwao. Kwa hiyo badala ya kufanya shughuli ambazo ni za kilimo labda za, za viazi mviringo, wata, watalina asali kwa ajili ya kuuza ili kufanya shughuli za kiuchumi kwenye, kwenye familia zao.